mfumo lakini kuhakikisha kwamba wale wakulima wanapeleka bidhaa zao ya ndani, wanalipwa kwa wakati na wanalipwa kwa viwango na kiasi kile ambacho wamepeleka, ani. Na ndiyo mlango wa tatu ni kushughulika na changamoto zinazotokea kwenye mfumo kipindi kile chote cha uzalishaji. Mfumo umesaidia kuleta heshima sokoni kwa mazao kupitia mfumo huu, lakini pia kuweko kwa soko la uhakika wa mazao numbani kupata mapato yao kwa uhakika na kwa njia ya rahisi na kwa uaminifu kupitia vyama vya ushirika. Wote tumeshuhudia halmashauri zote ambazo wametumia mfumo wa stakabadhi za mazao e, ya nane wameweza kupata shughulu apa uchaguzi atuwezi kukaingiza nguvu zetu kwa ajili ya kutekeleza suala zakadazi yaa. Kwa hiyo ilikuwa nafikiria Mheshimiwa Mwenyekiti, kama wewe ikikubidi ukae na wanasiasa wote ili uwaeleze faida za mfumo huu, inawezekana pia wakulima wakafaidika na wao kamahatula kupitia kwenye